Ma kidole zinauma makaa ndani, wapi we, jamani kaka, mdogo wangu vipi? Safi tu. shikamoo. Malaba, vipi mdogo wangu? Safi tu, za siku nyingi vipi? Nzuli, tunaona sasa hivi tunalingana urefu kumbe upo kwenye, hey, kwenye foundation, ah, nilikuwa sijaangalia mm. Eh, hey, vipi mzee Mwichi, babu nimemkuta Mkinga. Babu, babu ushaanza kuwezeka huku. Mimi naondoka naenda mambele nakwea pipa na kuacha huku kweusi, sasa hivi ushapiga mabati babu. Ona mabati kote huku, miaka mingi, au sio? E, shakwa babu, habari za safari? Nzuri. Shikamo. Marahaba. kwa wapi wewe unakaa ndani unajifungia, usikima joto, tunakaa ndani sio muda wote tukae nje, au siyo. Unapanda ndege tu hivi vitu vya mbele, sisi wazee wa kusafiri. We ukisafiri umeenda Kariakoo kwa dala dala, tena unapitia dilishani eh. We unapanda ndege eh? mi napanda ndege, pipa, tunakwea pipa eh. Sasa babu, uh -huh. Nimeona sio mbaya, unajua nimerudi juzi eh. Nikaona leo ngoja nije ni kusalimie, nimekuletea zawadi, imepanda ndege hii zawadi eh. Bwana. Asante ah, mm, sana mdogo wangu. Vipi darasa linapanda? Safi sana mi, nimeona ni wakumbuke. Sasa hivi hivi tunalingana urefu kumbe, ah, upo kwenye foundation. Kwa hiyo babu, umeona cha kuniletea, ndo umeniletea zawadi hii Eh, zawadi najua utaipenda. Zawadi wewe umeniletea? Ya. Hii. Eh. Kwani babu zawadi gani? Hebu angalia. Ameniletea shati la rangi rangi nyingi. Ah, hii mimi sitaki. Babu sasa unione kwa. Hii perfume ah ah, hapana, hapana. Hapana mimi sitaki. Babu unione. Ndugu wangu. Hizi zawadi kama hii eh, shati zuri sana limepanda ndege. Sasa babu, mbona zaidi tu nzuri, jamani hizi. Wewe ujui mimi, mimi mzee, najua hawa michezo yao, mimi nishaijua, nimishaijua michezo yenu. Nasemaje? Usidanganyiki, body spray na shati la rangi nyingi Iyo, apelekea huko huko. Mimi naijua hii. Yu. Zawadi nzuri. Mimi naijua hii yu. Imepanda ndege babu, ebu shika shika jukwangu, sidanganyiki yu <muchin'> Laila. Wewe usichukue Laila. Adanganyiki. Hii naijua hii kama kujipulizia, unajipuliza wewe, kuvaa wewe nguo hii